Mzigo unaanzia katikati ya ziwa moja hivi, tetemeko zito lilitokea, hali iliyopelekea ardhi kuanza kujigawa, yaani kusambaratika. Wakati huo juu ya ziwa kuna kapo moja ilikuwa inakula bata. Jana akampropozwa binti, lakini kabla hajapata jibu hafla, kuna kitu kilimvuta ule mwanaume chini ya maji, manzi akadata. Wakati anashangaa mara anauona mwili wa mpenzi wake unaelea juu ya maji, akapiga ukunga wa hatari. Mara akatokea kiumbe cha ajabu na kumzamishwa ule binti pamoja naye. Baadaye unakutana na Hunter Ray pamoja na Jed wakiwa wanavua zao samaki. Hafla, kwa mbali wakaona boti inaungua moto, kwa hiyo haraka sana wakaenda kutoa msaada ili mambo sio makubwa zaidi. Moto ulisababishwa na baruti zilizokuwa ndani ya boti ile kimakosa. Baada ya pale urafiki ukaanza na stori mbili tatu. Wakati huo kuna mtu alikuwa akitazama hali ya hewa kupitia hadubini yake. Turudi kwa wale wavuvi wakiwa katika harakati zao za uvuvi. Mara hafla wakaiswi wamekamata kitu kizito, wakasaidiana kukitoa, walishangaa sana kuona ni maiti ya binadamu. Jidi akatumia kifaa maalum kuchunguza hali ya majini ilivyo. Waliuona mwanga wa blue baharini, lakini wote waliupuzia. Hanta akawatangazia watu kupitia redio, wakati Jidi akiufunika ule mwili. Sasa Jidi akawa anatazama kitu fulani hivi baharini, ili anakuja kugeuka tu ule mwili hauoni tena. Kumbe ile jamaa alikuwa zombi, kwa hiyo akaanza kushambulia watu rei anakuja kichwa kichwa. Wakati huo Hanta anatafuta silaha na kumchoma yule kiumbe, ile ilikuwa vigumu sana kumuua, kwa hiyo akaona mtupie baharini tu. Upande wa pili nchi kavu, mchumba wa Hanta anaitwa Kenzi na binti yao walikuwa wamepokea simu kutoka kwa Hanta akiteka Kenzi aende kumtibu Jade sababu yeye ni daktari. Alipofika pale akaanza ya kazi yake haraka sana. Wakati huo Sam yuko na marafiki zake wanafurahia. Upande wa Kenzi huko ukashatoa huduma ya kwanza, sasa wanampeleka hospitalini. Akiwa huko, Rei akampa kampani pale Hanta okay. Akamfata na koni na akamuomba tili ili jambo kwa undani kabisa. Kwa hiyo safari ikaanza mpaka baharini, ikiwa hapo wakawa na shauku ya kujua chanzo cha ule mwanga wa blue chini ya maji. Kwa hiyo waliituma kamera, wakiwa pale wakawa wanaona mambo mengi alafu ya ajabu sana. Hanta akamwambia Akoni, ambaye ni askari, kuwa inawezekana kuwa mazombi ndio anasababisha hayo yote. Yule jamaa alicheka sana lakini, anakuja kutahamaki, boti nzima tayari shazungukwa na wale viumbe, alafu wako wengi kuliko kawaida. Haraka Hanta akampigia Kenzi na kumwomba mwangalie Jeda pia, wakaomba msaada kutoka kwa watu wengine, hasa waliotaka raia kuondoka eneo la ufukweni. Sasa kama kawaida binadamu ni sana waliokuwa pale ufukweni wakaanza kushangaa jinsi maji yanavyorudi nyuma, huku Hanti akigeuza boti haraka ili mradi kurudi kwenye nchi kavu kwenda kumsaidia mpenzi wake pamoja na mwanaye, huku nyuma yao lilikuwa jeshi kubwa la mazombe linawafata. Bahari ikachafuka sana sasa yale mawimbi mazito yakawa ni makubwa mno, kwa hiyo Hanti na sherifu wakaamua wajifiche tu pale pale kwenye boti ndani. Kwa muda mfupi tu tsunami ya mazombe ikafika ufukweni na kuharibu maeneo mengi, lakini aliacha mazombe wengi sana nchi kavu. Kwa upande wa huko hospitali sasa amekuja Kenzi kumuona Jaidi, anampatia maelekezo Rei kuwa ampishi Jaidi peke yake kwa muda kwanza hiyo akawa amemweka karantini. Tunarudi kule bichi sasa, huku kulikuwa kuna manusura wachache kidogo, kwa hiyo wakaaswa juu ya hatari hiyo, lakini walishachelewa, maana mazombi walishatawala katika eneo lile na kuanza kuwadhuru watu, na wale waliodhurika nao pia waliwabadilikia wengine na, na kuwa mazombi vile vile. Akoni akawa wanawapunguza kupitia risasi, lakini walikuwa wengi mno. Anta akaona boti ya mapanga akaiwasha na kuanza kuitumia kuulia mazombi. Huku sasa kwa Samu, yeye na marafiki zake walio na jambo, kwa hiyo wakawa wanajaribu kuwapigia wazazi wao, lakini kwa bahati mbaya walikuwa hawapatikani kabisa, kutokana na taharuki ambayo iko kule ufukweni. Huku hospitali Reid kaamka lakini muda huo huo anakufa, anaamka akiwa tayari ni zombi na kuanza kumshambulia Reid. Mara akajipendekeza daktari mwingine lakini amedua pale pale, akashambuliwa. Huko ufukweni ni hatari yani, kila unavyoua ndo wanazidi kuongezeka marudufu. Kwa hiyo Akoni na Hunter wakaamua kuondoka eneo lile, wakaingia kwenye gari moja hivi, kumbe kwenye ile gari alikuwepo grad na girlfriend wake. Wao walikuwa wamejificha wakati wengine wanapambana, ila wakaona waondoshe gari tu. Wakati huo yule jamaa aliyekuwa na hadubini mkononi akatinga bichi muda huo huo yani, mazombi wako kila sehemu. Huko hospitali sasa Kenzi naye anasanuka kwa JD amewaua wafanyakazi wenzake kibao sana haraka, akaanza kukimbia huku Jedi akimfuata nyuma. Mara Ray akamvuta Kenzi kwenye chumba kimoja hivi na kufunga mlango. Jedi huko alihangaika sana kutaka kuzama ndani lakini ilishindikana. Wakati huo kila alipitishiwa meno na zombi, basi naye akawa zombi pia na kumsaidia Jedi kuvunja mlango. Ray na Kenzi wanaendelea kukimbia, lakini kwa bahati nzuri njiani wanakutana na zombi ambaye yuko kwenye kiti mwendo, yani hawezi kuwafikia. Alizidi tu kuwafuata lakini hakufanikiwa kuwapata. Upande wa pili huko, Hunter Akoni na wenzake walibebana mpaka kituo cha polisi. Huko sasa rundo kubwa la watu waliokufa lilikuwa wali ata mwendo wa taratibu wakiwa pale, Gedi akamsukuma mpenzi wake kwa mazombi kisha akazama ndani na kufunga mlango. Hanta alimlaumu sana kwa kitendo alichokifanya. Kwa hiyo kwa ubinafsi wake akataka yeye ndo amiliki silaha zote, kwa hiyo akampiga Akoni risasi kisha akataka kuchukua kitu fulani hivi, kwa hiyo Hanta akamzuia katika lile. Upande wa Sam na marafiki zake, yani hawa ndio hata habari hawana, wanafika chini ndo wanakuta hali ni mbaya sana, kila mmoja akaanza kuinusuru roho yake kwanza. Sam na kikundi chake wakaona wajifiche sehemu, lakini walipofika pale walikuta tayari apisha atawaliwa na mazombi. Hapa tayani akawasukuma baadhi ya mazombi na kuanza kukimbia. Akoni anazidi kupiga simu za kuomba msaada kutoka katika maeneo jirani, lakini hapokuwa na majibu. Kisha Akoni akaichukua bahasha moja hivi na kuiteketeza. Wakati huo Hunta naye akawa anahangaika kufahamu kipi chanzo cha tatizo mpaka ikapelekea majanga makubwa vile. Wakiwa pale, wale mazombe wakafanikiwa kuvunja dirisha. Kwa hiyo Akoni na Hunta wakakimbilia silaha mapema sana. Wakiwa wanatoka, Grade alitaka pia na yeye aondoke pamoja nao, lakini walimwacha na kumpuuza. Mashambulizi akaanza huku Hanta akitumia silaha nzito zaidi kuangamiza mazombe wale. Japo alifanikiwa kusafisha njia, lakini bado palikuwa hapatoshi. Wakiwa njiani, wakamgonga zombi lakini hakufa pale. Upande wa Sam na wenzie wakati huo wapo upande wa gereji huko, wanafika kule palikuwa na kijana aliyebaki ndani ya gari, alikuwa ameweka foni masikioni, kwa hiyo hakujua chochote kilichokuwa kimetokea. Sam anafanikiwa kuingia ndani ya gari, lakini yule kijana alikuwa ametahamaki sana, yani kama vile kakurupuka hi katoka kuchomoa silaha, ili mradi kwenda kupambana bila kujua ni kina nani anaenda kupambana nao. Lakini siku zote kiherehere huwa kinamponza sana mtu. Sasa yeye kiherehere chake kikamponza, maana mazombi walikuwa wengi zaidi hata alivyotarajia, kwa hiyo alipoteza maisha yake pale. Sam na yule kijana alikuwa naye pale wakafunga mlango wa gari haraka wa alifanikiwa kukimbilia porini lakini mazombi kama wote wakamfatizia nyuma yake. Akaona nyumba moja iliyopo mlimani, kwa hiyo akaifuata. Wakati huo kijana mmoja anaitwa Mathi alimwona kupitia kamera huko. Sasa ni eneo ambalo mazombi wanafanyiwa kama uchunguzi hivi. Mathi akataka tani aonyeshe kama hajadhurika, yani amuonyeshe ya upande wa mgongo, angalie kama hajangatwa na mazombi, kisha mlango ukafunguka, halafu akaingia ndani. Mazombi akawa amekwama mlangoni mule ndani, japo ulinzi ulikuwa mkubwa, lakini tani akuwa na amani sana, maana hakupaelewa vizuri upande wa grade. Sasa yeye kafanikiwa kupata funguo na kufungua pingu, lakini wakati anataka ketu anakutana na girlfriend wake ambaye ni zombi, ikiwa na hasira na kisasi akamvamia gredi na kumuua mbali. Upande wa parking walipokuwa kina Sam kulikuwa kuna balaa zito, maana walizingirwa kila kona, kwa hiyo akaamua kuchomokea dirishani yule kijana. Wakajiongeza na kuanza kuimba ile, kidogo iliwachanganya mazombi. Muda huo hanta na akoni wakawa wamefika katika lile eneo, hivyo Sam wakawakimbilia haraka sana. Kwa hiyo kila zombi anayemsogelea alikuwa anakula chuma tu, lakini kwa bahati mbaya yule kijana alipoteza maisha kwa ajili ya kumsaidia tu Sam. Baadaye wamefika hospitali, sasa wakafunga milango kwanza. Wakati huo Kenzi hakuwa anapatikana na kwenye simu kwa hiyo wote walichanganyikiwa. Sam haraka akakimbilia eneo la mawasiliano na kuongea kupitia spika kuwa anaomba mama yake aende ya kwenye floor ya pili kama anamsikia. Sauti ilisikiwa na mazombi wengi, kwa hiyo haraka wakawa wanaifuata ile sauti, japo alianza kuangamizwa kupitia fire extinguisher. Samu akiwa pale anasanuka kuwa waya zile simu umemkunja miguuni, hivyo akawa anajitetea kwanza kabla mazombi hajamfikia. Akiwa pale, mara zombi mmoja akafanikiwa kupenyeza kichwa katikati ya mlango, kwa hiyo binti akajihamia haraka. Wakati huo Hunter akaangaika kwenye ile boksi la umeme na kufanikiwa kutega umeme wa kutembea ulijikuta unawagalagaza mazombi wengi wa eneo lile. Kisha Kenzi na Rei wakaja, mara mazombi wakajipendekeza, kwa hiyo wakatulizwa. Kisha Sam na Kenzi wakakumbatiana kikundi kikazidi kuwa kikubwa lakini pia mazombi wakazidi kujikusanya nje huko. Hanta akawadhibiti baadhi ya mazombi kisha akaondoka zao. Walipofika eneo salama walifurahi sana kuona wote wako salama, lakini Akoni alijeruhiwa mkononi, japo mwenyewe alidai kuwa ni mkwaruzo tu. Wakiwa ndani, Akoni bado aliendelea kupiga simu kwa ajili ya kuomba msaada, huko kila mtu akilalamika kuwa hakuna anayepatikana tangu lile janga lilianza kutokea. Sasa wakiwa kwenye mazungumzo kule, yule zombi mfungwa akafanikiwa kutoroka. Akoni alisikia kelele, hivyo akaona akafanya uchunguzi juu ya hilo. Ghafla zombi akamrukia akoni na kumjeruhi Akoni alimtupilia mbali yule kiumbe, hali iliyofanya watu wapate mashaka, maana walishtuka sana. Haraka wakaelekea eneo lenye kelele, wanafika wanakuta zombi akiwa wanapanda kuwafuata. Haraka kwa pamoja kafanikiwa kumuua yule zombi kupitia shoti ya umeme, kisha kikundi kikakaa pamoja kujadili njia za kuangamiza hawa viumbe. Kwa hiyo walielezana kuwa hawa wametokana na mpasuko chini ya ardhi uliosababishwa na asidi, kwa hiyo umeme ndio njia pekee ambayo inaweza kuangamiza. Hivyo mipango yao ikawa mingi sana, huku ushirikiano ukiwa mkubwa zaidi. Wakaanza kupaki silaha kwanza, huku upande wa pili Kenzi akiwa wanawazuga wale wazombi na kuanza kupambana nao kama familia Akoni akaanza kuona kama anabadilika hivi, akaona ongee tu kweli kile ambacho yeye anakifahamu juu ya tukio hilo. Akoni anasema miaka ishirini iliyopita kuna kampuni moja iliwahi kuja na mradi wa madawa, lakini ulifanya kuwa siri kubwa sana kwa watu watu wengi, kutokana na na kwamba hakukuwa na watu ambao wanataka wafahamu juu ya masuala yale ya madawa. Hata hivyo dawa bado haikuwa tayari kwa matumizi ya binadamu, hivyo lilazimisha tu na kujikuta unasababisha maafa makubwa duniani. Mazombi wakatokea hafla, lakini hanta aliweza kupambana nao na kuwaua wote, kisha wakaweka kibomu kwenye mkono wa akoni ili kupambana nao na kuwaua wote. Akaweka kibomu kwenye mkono yake Rei akawa anaendesha kuelekea uelekeo katikati wa bahari, huku wakati huo Hanta akiseti nyaya za umeme kwenye maji, kisha akachukua pikipiki na kuweka mziki. Kwa hiyo mazombi akawa anamfata kuelekea baharini kwenye boti wakavamiwa na mazombi na mazombi wakawa wanaenda uelekeo wa maji kwenye ile boti kule, mlipuko mkubwa ukatokea. Wakati huo Hunter akimalizia kupambana na gred yule waliomtelekeza polisi kule na kufanikiwa kumsambaratisha. Ule mlipuko ulisafisha tena eneo zima na kusambaratisha mazombi wote, kisha Kenze na Hunter wakasaidiana kumwokoa tani na maisha yao yakarudi kama kawaida. Mazombi akaangamia kabisa na hapakuwa na tatizo tena. Mzigo unakomea hapo, but kwa movie kali eneo ni moja Dani movie review tu. Subscribe, share, comment also. Till next time. Bye.